Lakini kuanzia mwaka elfu mbili ishirini na mbili, ishirini na tatu na ile ishirini na nne alikuwa na salamu mbili kubwa kwangu. La kwanza mradi wa maji Same Mwanga Korogwe na barabara, ipajina, la pili barabara hii mliyoipa jina la CD Msuya Bypass. Ile ndo miradi miwili ambayo ilikuwa inamkereketa kwenye roho yake na alitaka niitekeleze mara ya mwisho kwa faraja kubwa nilimwona 2025 pale Mwanga wakati wa ufunguzi wa mradi wa maji, alikuwepo na kigari chake, kutembea hawezi, na kigari chake lakini alifika kushuhudia lile ambalo alikuwa anatamani tamani litokee, alikuja, tukawa naye <coughs> niliposikia habari za kifo chake nikasema Mungu asante. Ingekuwa ule mradi haukukamilika, ningekwenda kumzika mzee na moyo gani? Ningejisikiaje? Lakini nakwenda kumstiri mzee wangu huyu, lile tamanio la moyo wake nikiwa nimelitimiza. Nikuwa tuwe wapenda maendeleo na kutoacha kusimamia kile tunachokiamini bila kuyumbishwa na chochote. Huyo ndo alikuwa mzee Msuya na dokta Kikwete amethibitisha hapa, alifanya kila namna kusimamia kile alichokiamini ambacho kitakuwa na manufaa kwa jamii: miradi mingi, mabadiliko na mambo mengi alisimamia. La pili ni kufanya kazi kwa uzalendo, uadilifu na uaminifu kama alivyokuwa yeye. Aliamini katika matumizi mazuri na usimamizi wa karibu wa rasilimali za taifa ili zilete tija kwa wananchi. Jambo la tatu, aliamini kwamba ujuzi na utaalamu una nafasi kubwa katika kuleta maendeleo. Aliheshimu maoni na ushauri wa kitaalamu na pia kutumia wataalamu kumwongoza au kumsaidia katika kuamua mambo mazito. Lakini ushauri wake wala sio lazima umwite akiwa na jambo unapata ujumbe unapata wa mzee Msuya anataka kukuona mbia sawa mwanadamu aje anakueleza kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili siku nyingine anakusifieni mmejenga sekondari za kata nimefurahi siku nyingine ana, ana, anawagonga He? mbona hili mnafanya hivi mko hivi mko hivi mko hivi lakini kubwa katika yote hajaitisha press conference. Baba huyu aliyelala ni baba ambaye alitafuta sana kuwa na amani na watu wote. Najua miongoni mwa watumishi wa serikali, tuendelee kuliombea ili Uchaguzi usitufanye Tanzania inabadilika, bali iendelee kuimarika zaidi. Tuendelee kujiandaa kama Watanzania na kusikiliza maelekezo ambayo Mungu ameweka wa watu wa kuweza kutuelekeza na tuwe wasikivu kuliko kuwa wasemaji, kama tulivyosikia katika neno. Tuendelee kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na amani. E, mwezi wa kwanza ilikuwa birthday yake baba. Kawaida huwa apendi kufanyiwa birthday yeye mwenyewe, akaagiza mwaka huu nataka nifanye birthday. Akachagua nani aje, mchungaji gani afungue sala, kila kitu akakipanga mwenyewe.